z la vyombo vya habari nchini, MCK, limeweka wawakilishi katika maeneo yote yanayofanya chaguzi ndogo ikiwemo Mbeere Kaskazini ili kufuatilia kwa karibu na kuhakikisha kuwa wanahabari wanatekeleza majukumu yao kwa kuzingatia viwango vinavyohitajika kitaaluma. Akizungumza akiwa eneo bunge la Mbeere Kaskazini, mwakilishi wa baraza hilo Jackson Karanja, aliwahimiza wanahabari kuzingatia kanuni za maadili ya vyombo vya habari katika kipindi chote cha uchaguzi. Alisisitiza kuwa utoaji wa habari kwa uwajibikaji ni muhimu katika kulinda uaminifu wa zoezi la uchaguzi. Kwa miaka ambayo imepita tumeona wanahabari wakikuwa waki, waki wakikua wakifanya kazi yao, na kama baraza tunatoa himizo kwa washikadau tofauti, wawe ni serikali kuu ama hata zile serikali za kaunti kuwapa wanahabari nafasi ya kufanya kazi yao. Himizo pia kwa wanahabari ni wahakikishe kwamba kazi yao kwanza wanaifanya kwa uadilifu, la pili kuhakikisha kwamba habari ambazo wanazitoa ni habari ambazo ni za kweli. Fact checking of information itakuwa ni jambo la maana sana kwa wanahabari wakihakikisha kwamba wasije, uh, wanaeneza habari ambazo hawajazifanyia ile fact checking. So himizo ni hilo, na uh, kwa zaidi ya yote tuhakikishe kwamba tunafanya kazi yetu kwa uadilifu na pia tukumbuke taifa letu ni kuu kuliko zaidi ya mtu mmoja. Uh, tuhakikishe kwamba amani inazidi kuhifadhiwa uh, katika taifa letu uh. Tumeona wanahabari uh, kwa mfano uh, uh, hapa katika uh, constituency ya Mbeere North wanahabari wameweza kufanya kazi yao vizuri. Uh, wamehakikisha kwamba wale ambao wako na tags wamezidisplay vizuri, wale ambao wako na branded uh, materials wameweza kuzidisplay vizuri, wameweza kuengage in a professional way. Na ni jambo ambalo linazidi kutupa motisha kuamini kwamba wanahabari wanafanya kazi yao vile na